viti wa serikali za mitaa, tupo katika kipindi ambacho sote tunakijua na tunakifahamu. Kuna miemko mkubwa ya kuvuruga amani ya nchi hii, kuna miemko mkubwa kwa watu wasiolipenda taifa letu kuweza kuchochea uvunjifu wa amani. Na kwa nini hayo yametokea? Ndugu zangu, niwaeleze ukweli, Tanzania ni taifa linalopiga hatua kubwa za kiuchumi, kiasi ambacho kuna watu hatua hii tunayoipiga kiuchumi inawacha midomo wazi. Kwa hiyo furaha yao ni kuona sisi amani na utulivu tuliokuwa nao tunaharibikiwa siku moja, ili turudi nyuma na miradi ya maendeleo iliyokuwepo ndani ya taifa hili na rasilimali za taifa hili namna zinavyotumika kwa maslahi mapana ya nchi na wananchi yaweze kurudi nyuma na miradi yetu ya maendeleo iweze kuharibikiwa. Mimi nitawapa mfano Tanzania tuna bandari nyingi kuliko nchi yoyote iliyotuzunguka ukanda wa Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara. Sisi tuna bandari kwanza ya bahari, bandari ya Tanga, bandari ya Lindi, bandari ya Mtwara, bandari ya Dar es Salaam. Bandari ya Tanga peke yake tuna uwezo wa kutoa bandari Mwambani, bandari Chongoleani, bandari Moa, bandari Pangani bandari Kipumbwi. Yani, hizo zote ni milango ya bandari ambayo inafanya kazi kwa uwezo mdogo na mwingine kwa uwezo mkubwa. Sisi Tanga peke yake, jinsi ukanda wa bahari tuliokuwa nao tunapowekeza, serikali inapowekeza ya dr Samia Suluhu Hassan kuimarisha hizi bandari, kumbuka, uchumi wetu utapaa, mapato ya nchi yataongezeka, ustawi wa uchumi wa nchi utaenda kwa kasi, utaongezeka. Si watu wote wanaoyafurahia haya. Kadiri siku zinavyokwenda shilingi ya Tanzania inazidi kuimarika. Uchumi wetu unazidi kuimarika. Si kila mtu atayapenda haya. Leo bandari ya Tanga inashusha meli mbili mbili kila siku. Inaongezewa gati mbili. Gati moja la mita mia tatu ya kushusha shehena. Inaongezewa gati nyingine ya kushusha abiria peke yake na inaongezewa gati nyingine ya kushusha mafuta ya kula na mafuta ya gari. Hiyo ni bandari ya Tanga peke yake. Bado Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yuko kwenye mchakato wa kuhakikisha bandari ya Bagamoyo inaenda kujengwa na itakuwa ni kituo kikuu cha uchumi wa bandari Afrika Mashariki na Kati. Hivi unafikiri haya yanayotokea, kuna atakaye tupenda kuna ne tupenda. Ukiona unahusudiwa na unafisidiwa, basi elewa kwako we umezungukwa na neema, na hayo ndio maneno ya mtukufu wa daraja mtume Muhammad, napenda na kumnukuu, sallallahu alaihi wasallam anasema, wanasema istainu ala kadhai hawaijikum bilkitimani fa inna kulla dhi nima mahsud, zitakeni haja zenu kwa kificho mnapohitaji mambo yenu yafanyeni kwa siri na kwa kificho, kwani hakika kila neema ni yenye kuhusudiwa. Bandari ya Mtwara imefunguka inafanya kazi, bandari ya Tanga inafanya kazi, bandari ya Dar es Salaam inafanya kazi, bandari ya Bagamoyo inaenda kujengwa nayo ifanye kazi. Maana yake Tanzania inaenda kuwa kituo, kituo kikuu cha uchumi wa bluu uchumi wa bahari Afrika mashariki na kati na kusini mwa jangwa la Sahara. Mizigo mingi ambayo nchi zisizokuwa na bahari zinazotegemea zitahitaji kuitumia Tanzania, unafikiri ni jambo linalowafurahisha watu? Ili mapato yatakayokuja ya nchi hii ni mengi, uchumi utaenda kubadilika. Unafikiri ni jambo linalowafurahisha watu wengine? Maana yake Tanzania inaenda kujitegemea. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.